ni mkesha wa Christmas. Na sisi watu dunia hii wanangojea wafalme wengi. Kwa sababu mfalme alikuwa akiitwa Mogorionde, yani mtu mkubwa. Siku moja nilienda kutembelea Mogorionde, lakini makosa nilifanya, nilikuwa nimetoka kuwa suspended kutoka kwa shule. Mogorionde alikuwa amekaa chini anakunywa chai. Mimi nikafikiria atanipokea Akaniambia, "Kijana, simama hapa kwanza, huko na tabia mbaya, utaambukiza watoto wangu tabia mbaya. Si ulifukuzwa wa shule wewe? Hautakikani kuchanganya na wengine, wewe. Nimekukataa. Huyo alikuwa ni mfalme, lakini sio wa watu wote. Leo nataka kusema Christmas, amezaliwa ama anakuja mfalme wa watu wote, lakini je, watu watampokeaje? jambo la kwanza nataka kusema kuna wale watatafuta mfalme mama juzi kutoka mashariki wakiongozwa na nyota walitafuta mfalme gijn yeinde sai watu wengi jenge maiye wakati wa Christmas wengine wanatafuta pararet pararet ni nini sikufurahi ni vita boriet wengine wanatafuta sogeiwe wakati Yesu anazaliwa, lakini nashukuru Mungu, mzee Eliud Baraza alitafuta Yesu, akawa leirida kule kwa kanisa ya Subuti, leirida wa kwanza alitafuta Bwana. Hata sisi ambao tuko hapa tunahimizwa tutafute Bwana. Wamama watapika kesho chapati mia tatu yani ni chapati yani, watasukuma mpaka muscle pool. Wakitafuta chapati, wengine wanatafuta nguo, lakini nashukuru kwa mama juzi, wakitafuta mfalme aliyekuja kwa wote, wakiongozwa na nyota na no, walipofika, kitu cha kwanza wakapata furaha, kitu cha pili wakamwabudu. Kitu cha tatu wakatoa vipawa vya maana. Ndipouza tunaimbanga hii wimbo, njoni na furaha, enyi waima ng'ara luzi nilikuwa kuku, waliimba wimbo ng'araja, waliimba ng'araja moni ngara, waliimba kufurahi. Kitu cha ja kwanza king'ara, kitu cha ja pili wakamwabudu, kitu cha ja tatu wakamtolea vitu ya maana, wakatoa dhahabu, wakatoa uvumba, wakatoa manemane. Kwa hivyo Christmas kuna wale watampokea Yesu na watu kama Herodi, ambaye walipinga, yani kitai, na hata wakapanga njama na wakataka kuangamiza mtoto. Hata kwa kijiji kuna wale hawataka kukaribisha maneno ya Yesu Kristo. Tumepita hapo, mwingine akatuona akasema, mseme rais ni nani, ananiambia chani? Yani ndio kupiga yani, watu wa kupinga wako kila pahali mm. lakini habari njema ni ya kwamba hata hawa Mwokozi alijia wale ambao walikuwa wapinga Kristo kama Paulo, Saulo kama Paulo, kwa sababu alijia watu wote. Kuna watu kama Herode wa kupinga. Kitu cha tatu, kuna watu ambayo watalindwa na Bwana kama huyu mtoto aliyezaliwa. Hata Herode alikuwa na mpango yake, lakini Mungu alimlinda. Hii Krismasi tujue yule ambaye alikuja kwa wote, mpango wake mpango wa Mungu ni kulinda, atakulinda. Kitu cha pili hakumlinda tu peke yake, ahadi alitimiza. Emmanuel alizaliwa, na walienda kwa maandiko wakapata, atazaliwa Bethlehem, Bethlehem. Mungu, ahadi yake ni ya kweli. Wakati wa Christmas kuna watu ambayo watalindwa na ahadi watapokea na mwishoe, mtoto akalindwa, hakuuawa na Herode, akaenda kule Misri, akaishi Afrika, akakua hata msalabani. Mwovu alifikiri ameshinda, kama Herode akasulubisha Yesu Kristo, siku ya tatu akafufuka na akashinda kifo. Mtoto wake mm. atalindwa, hata sisi chenye ameweka ndani yake atalinda mpaka mwisho. Mungu wa amani Abarikiwa, Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Amen. Amekuja mfalme wa wote, mm. Tumtafute kama mamajusi, tusimkatae kama Herode. Na kitu cha tatu, tujue yeye mwanawake atamlinda na sisi ni wanawake kwa imani atatulinda. Kitu cha pili, yeye ahadi yake atatimiza kwa maisha yake. Mungu wa amani Awabariki Baba Mwenyezi, maneno ambayo tumeyasikia kwa masikio yetu, kwa neema yako yapandwe kama mbegu mioni mwetu na yazae tunda la maisha mema. Utubariki na utuongoze na uwe pamoja nasi, nena pamoja nasi ukitutia moyo. Nabariki mtumishi wako Leirida Elliot, uwe pamoja naye na wote wa jamii yake.